TAKUKURU Kagera katika kipindi cha Januari hadi Machi 2025 kwa upande wa ufuatiliaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo imezuia upotevu wa vifaa vya ujenzi vyenye thamani ya shilingi milioni hamsini laki tatu na stina, stina nane alfu katika mradi wa ujenzi wa hospitali ya wilaya Msenyi. Kulikuwa na kwenye ujenzi nadhani, na wote mnafahamu kwamba kuna kuna hospitali ya wilaya Msenyi ilijengwa na katika kufuatilia tukapata taarifa kwamba kuna upotevu wa vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni hamsini laki tatu na sitini na nane elfu. Katika ufuataji huo ilibainika kuto kuwepo na kutotumika kwa vigae tiles zenye thamani ya shilingi milioni hamsini laki tatu na sitini na nane. Ina maana tuli tuliweza kubaini kwamba manunuzi yamefanyika nyaraka zote za kununua vifaa zipo lakini hivyo vifaa vijapokelewa. Taarifa hizo tulipata kutoka kwenye vyanzo vyetu. Mara baada ya ya, ya kupata hizo taarifa TAKUKURU ilifuatilia kwa kina kwa kumshirikisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Missenyi ili kuhakikisha tairi hizo zinapatikana vigae baada ya kufuatilia hadi sasa, mzabuni amewasilisha tiles au vigae hivyo kwenye eneo la mradi kama ilivyokusudiwa na vikaweza kutumika kwenye, kwenye mradi husika. Aidha hatua dhidi ya watuhumiwa zinachukuliwa zitachukuliwa pindi uchunguzi utakapokamilika. Kwa maana nyingine, tunaendelea na uchunguzi kwa nini vifaa hivyo haviweza kuwasilishwa kwenye mradi na kutaka kusababishia serikali hasara ya kiasi cha shilingi milioni hamsini. Kwa hiyo mara uchunguzi utakapokamilika, watuhumiwa wote waliohusika kwenye hujuma hiyo tutawafikisha mahakamani. Katika kipindi taja, tumefanikiwa, tumefanya ufuatiliaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo tisa yenye thamani ya shilingi bilioni 42,575,748 na na, na senti 30 bilioni 42 milioni 575 elfu sabini na nne na 148 na senti 30. Hiyo ndio miradi ambayo kwa mkoa wa, wa Kagera ambayo tumeweza kuifuatilia kwenye wilaya zote za mkoa huu. Tulivyofuatilia tumebaini kuwa miradi yote tisa iliyofuatiliwa ina mapungufu mbalimbali yanayohitajika kufanyiwa marekebisho na hivyo ushauri ukatolewa kwa wahusika ili waweze kufanya kuhakikisha wamerekebisha wa me, wa mapungufu ambayo ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Kagera iliweza kuyabaini. TAKUKURU inaendelea kusisitiza usimamizi wa miradi, taasisi zote ziweze kusimamia miradi inavyotakiwa na ikijitokeza tukabaini chochote kile, tutachukua hatua kali sana. Maana inavyoonekana ni swala la uzembe tu, au watu wenye nia ovu ya kutaka kukwamisha juhudi za serikali katika kuwaletea wananchi maendeleo, kwa sababu serikali inaleta fedha lakini baadhi ya taasisi zimekuwa hazifuatili hazisimamii miradi ipasavyo, hali inayosababisha eh, miradi mingi kutekelezwa isivyotakiwa.